halmashauri za wilaya nchini zimetakiwa kutenga bajeti zitakazotumika kutekeleza afua za programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto MAM. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda aliyekuwa mgeni rasmi akimwakilisha waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa katika mkutano wa nusu mwaka wa tathmini ya programu ya MAM iliyofanyika jijini Mwanza. Ninawataka mlioko humu katika ukumbi kuhakikisha mnatenga bajeti ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na vipaumbele vya programu hii viingize kwenye bajeti za kila mwaka kwa kuzingatia maeneo yote ya afya, lishe, ulinzi, usalama wa mtoto, fursa za kujifunza na kadhalika. Kwa hiyo halmashauri zetu zinaweza kuintegrate hii programu kwenye utekelezaji kupitia kupitia sekta mbalimbali kwenye afya mnaangalia masuala gani yanamhusu mtoto, mnaweka program pale. Kama ni ulinzi wa mtoto, mnaweka kwenye bajeti ya namna gani halmashauri yenu inaweza kufanya katika kumlinda mtoto, eh, vitu vya namna hiyo. Lakini pia tuendelee kuimarisha afua za watoto wenye ulemavu na wenye mahitaji maalum, ni kitu muhimu sana. Integration hawa watu ni muhimu sana. Programu hii jumuishi ya taifa kwenye masuala ya malezi makuzi, maendeleo ya awali ya mtoto ni ya kipekee ni ya kwanza ya aina yake hapa Tanzania, na tuko sasa kwenye mwaka wa nne wa utekelezaji wake. Maana tunaamini kwamba hiyo ajenda ya kuwekeza kwa watoto wetu sio ajenda ya watoto wetu tu, ni agenda ya maendeleo ya taifa letu. Tunasema hivi kwa sababu kwenye sensa ya juzi zaidi ya robo ya watanzania wote wana umri wa mam kuanzia miaka sifuri hadi miaka minane kwenye miaka mitano ya awali ya maisha yao, ubongo wao unakuwa una kwa zaidi ya asilimia tisini. Tukiwawai kwenye miaka yao ya awali, tunamjenga mtoto ambaye atafanya vizuri kwenye shule yake ataweza kufanya vizuri kwenye maisha yake na kuwa rasilimali watu wenye tija kwa taifa letu. Sisi tunaamini tukiwekeza kwa watoto sasa, ukizingatia kwamba ni sehemu kubwa ya taifa hili la Tanzania. Ni vizazi vijavyo tutaona maendeleo ya kipekee. Lolote linaanza na ufahamu awareness. E, watu wengi I mean, jamii katika jamii pengine watu hawajawa na ufahamu kwamba katika mazingira ambayo wanazungukwa kuna vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuimarisha swala la lishe kwa watoto wao. Kwa sisi kama vyombo vya habari ni swala sasa kwenda kwenye hizo jamii kuangalia, kwa mfano kama ni Mwanza ni Mbeya, waandishi e, kupitia klabu zetu waende kwenye jamii wakasikilize wakaone, kwa sababu eh, ni mpaka tumekwenda kuona kwenye jamii shida ni nini, ndipo tunapoweza kuitafutia kutafutia ufumbuzi. Lakini katika vipindi hivi ambavyo vinafanyika kwenye redio, tunaweza tukaichukua hiyo ikawa kama ajenda, tukajiuliza shida ni nini na tunawezaje kuitatua hii shida. Ukishaweka jambo mezani mkaanza kujadili, definitely mtapata ufumbuzi. Jai, ni kuondoka hapa na kulichukua hili kama ajenda ya muhimu ya kulijadili na watu kuweza kuangalia kwamba katika mazingira wanaoyazunguka wana vitu gani. Unajua, wana watu wanapozungumza masuala ya lishe wanafikiri labda ni masuala ya nyama. Sasa kwenye nyama kuna protein, lakini kwenye maharage pia kuna protein. Kwa tunawezaje kutumia vile tulivyonavyo kabla tujafikiria vitu vizuri, katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha swala la lishe kwa watoto. Sisi wadau wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ni wadau muhimu sana katika kusukuma agenda hii ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana kama sehemu ya jukumu letu kwenye programu hii ya kusaidiana na mamlaka a, za serikali za mikoa moja katika kusukuma agenda hii ya malezi, kwa sababu uelewa wa swala zima la malezi kwenye ngazi za chini za familia umekuwa ulikuwa pia ni mdogo hadi programu hii inaanza hapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja na lakini mpaka sasa ambapo tumekuwa tukitekeleza, tumeona kuna mabadiliko makubwa sana hasa ya uelewa, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na waandishi wa habari ambao wako kwenye mkoa wetu. Kwa usaidizi mkubwa sana wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari, wamekuwa wakitusaidia katika kuratibu vipindi kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma ili kuweza kuwahabarisha umma kupitia wataalamu mbalimbali ambao tumekuwa tukiwaratibu kuweza kushiriki katika kutoa mada zinazoelimisha kuhusu afua zile tano kuu za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwa maana kwamba wataalamu kwenye eneo la afya, wataalamu kwenye eneo la lishe, ulinzi na usalama, malezi yenye mwitikio, pamoja na wataalamu kwenye eneo la awali. Hivyo, kama wadau wa... tukiangalia masuala ya afya pia tunaona kuna, kuna, kuna, kuna mwitikio chanya, kwa sababu huwa tuna, tuna, tunafanya tunafanya tunatoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa, wa, wa kwa mfano mama kuanza kliniki mapema mtoto kupata zile chanjo mapema kupata zile huduma stahiki tangu wakati wa utungwaji wa mimba mpaka mtoto anazaliwa mpaka mtoto anakuwa na miaka nane. Lakini pia kwenye masuala ya ulinzi na, na, na usalama wa mtoto pia tumekuwa tunajitahidi katika kuhakikisha mtoto analindwa ana, ana, ana mtoto kuzuia masuala ya ukatili na kadhalika lakini pia kwenye masuala ya lishe tunahakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya lishe tangu mama akiwa mjamzito, mtoto anapozaliwa, zile siku elfu moja za mwanzo pamoja na, na kuendelea mpaka anafika miaka nane.